Tuelekee kaunti nambari 23 ambapo wafungwa katika gereza la Lodwar wametakiwa kutilia maanani masomo ya kiufundi wanayopata wakiwa, wakiwa humo ndani kwani yatawasaidia kuishi na kuchu, kuchuma kipato pindi wanapotamatisha kifungo chao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya talanta kwa wafungwa katika gereza la Lodwar, mshauri wa masuala ya kisiasa katika ofisi ya naibu rais John Lodepe anasema serikali imewapa fursa ya kupata taaluma bila kulipa karo na yafaa wasaidike huku wakirekebisha tabia. <coughs> Tumia hii nafasi ya, ya kuwa hapa maliza masomo yako ya class 8, maliza masomo yako ya form 4. Ndio ukitoka hapa utoke na certificate. Na kama hujasoma fanya hizo courses artisan ambayo uh, commissioner amesema ili ukitoka hapa uende tifet tifet. Kwa nje inasaidia watu wetu. Siku hizi kuna artisan hata bila certificate, bora upate skill, uende kujisaidia kwa kitu kama welding, plumbing. Ni kazi ya mikono, si kazi ya kalamu. So tunaambia wafungwa mjaribu kabisa mweke bidii kwa hiyo. Umeendelea wakati anagawa macharani ya dizia, wakati anafanya kazi ya dizia, kwa sababu ni pesa ya serikali, akuje kwa prison hapa aangalie anaweza peana nini, jaa vijana waanze ujuzi, endo uombe kwa niaba yetu, let's let us use as a bridge, endo tuombe pesa, waambie tu deputy president atoe pesa, akitoa ka 50, 60 million inatosha kujenga blocks kadhaa hapa, na waturukana wote wherever they are warudishwe hapa. Hao ndio wamezoeana na hii temperature hapa. Wale wanakaa wale, wanakaa mbali, kuna shida ya nimonia, kifua kikuu, nini inawatesa sana juu ya baridi.